Mkazi wa Ludewa hapa mtaa wa Kondasi kitongoji cha Kondasi ya Ludewa. Nafanya kazi katika soko hili la samaki dogo, mjasiriamali, niko hapa kwa ajili ya kuuza samaki na dagaa vyote vibichi vinavyopatikana katika wilaya hii, ndio hivi tunavyovipokea hapa sokoni na kuvikaanga pia. Nimevutia sana majibu yetu haya nishati safi aliyotupa Samia Suluhu Hassan nayapokea kwa mikono miwili, na pia tumeshukuru sana, kutoka kwenye jiko la mkaa na pia tunaingia kwenye jiko la nishati safi. Anivitia pia, kwa sababu unatumia kuni na mkaa pia, yaani jiko moja unatumia kuni na hapo hapo unatumia mkaa. Haya anaenda kuturahisishia kwa wateja wetu kupata, kupata bidhaa kwa uharaka zaidi endapokitumia kuni au mkaa kwa wakati mvua zinaponyesha, na kulingana na hapa sokoni, hali ya hewa inakuwa upepo mkali nini. Kwa kuwa umepata majengo yetu haya, nishati safi yatakusaidia katika mitanda nagaa na samaki zetu. Hii jiko litakubadilisha, hili jiko litakubadilisha kule walivyosema tuna haribu misitu na nini. Sasa hivi itakuwa hamna tatizo. Kwa haya ni msaada mkubwa sana. Yaani ni msaada kwa kupata haya majiko, ni msaada kwanza, kutegemea tutapata majiko kama haya, kwa kweli ni msaada. Uh, kwa majina naitwa Ebert Sylvester Mambije, natokea katika kampuni inayoitwa Empotech Services Limited ambao inajihusisha na utengenezaji wa majiko sanifu na banifu. Leo tupo mkoani Njombe, wilaya ya Ludewa, hasa kwa ajili ya usambazaji wa majiko banifu ambayo serikali ya awamu ya sita kupitia REA taasisi ya serikali inayohusika na nishati vijijini imetoa ruzuku kwa ajili ya majiko 4636 kwa ajili ya hii mkoa. Haya majiko yatauzwa kwa bei ya 8850 kulingana na ruzuku ya serikali, lakini tuko kuja wilaya hii ya Ludewa, tumeona mtukio mkubwa, ambao wananchi ni wengi, ambao wanahitaji hii huduma wananchi ni wengi na wengi wamepanga foleni wanajiandikisha kulingana, ili wapate majiko sanifu na banifu. Maana faida kubwa ya majiko yetu ni kwamba yanapunguza matumizi ya nishati, kwa hiyo yanapunguza matumizi ya ukataji miti, lakini pia yanamlinda mama na mtoto against macho mekundu. Uh, mtuko mkubwa ni kwamba wananchi wameona kadhaa ya afya au madhara ya afya wanaopata ikiwemo kifua maswala ya magonjwa kama asthma, kwa wananchi wameona bora wajikite kutumia nishati safi ili kukinga afya zao, lakini pia kulinda mazingira yao. Maana kama unavyoona miti inakatwa mingi, kwa majiko yetu yanasaidia kupunguza ukataji wa miti, kwa hiyo inasababisha kuwa kuna mazingira rafiki, hali ya hewa rafiki kwa kila mwananchi wa wilaya hii. Uh, kwa majina, naitwa David Malima, ni mhandisi kutoka taasisi ya wakala wa nishati. Taasisi yetu ilianzishwa mwaka 2005 na sheria namba nane ya nishati vijijini, na ikaanza kazi rasmi mwaka 2007. Kazi kubwa ya taasisi ni kuhakikisha maeneo ya vijijini yanapata nishati, ambapo tukiongelea nishati inaweza ikawa nishati safi ya kupikia, nishati ya umeme, pamoja na nishati ya mafuta ambapo leo hii tarehe le ishirini mwezi wa kumi mwaka 2025 tumekuja hapa mkoani Njombe kwa ajili ya kufanya uzinduzi wa mradi wa nishati safi ya kupikia ambapo kwa mkoa huu wa Njombe, mradi huu ni kwa ajili ya kuuza kwa bei ya ruzuku majiko banifu, ambapo kwa wigo wa mradi huu tunauza takribani majiko 4836 kwa mkoa mzima ambapo kwa kila wilaya kwa wilaya nne za Njombe kila wilaya itapata majiko 1,209. Majiko haya yanatolewa na mtoa huduma wa Envotech Services Limited, ambapo bei kabla ya serikali kuweka ruzuku ni shilingi 59,000 ambapo serikali kupitia Wakala Nishati Vijijini umetoa ruzuku ya asilimia 85 katika majiko haya ambapo mwananchi wa kawaida anaunua kwa shilingi elfu nane mia nane na hamsini, na serikali imetoa ruzuku ili kuwawezesha wananchi, hususani wananchi wa vijijini, ili waweze kutumia nishati safi ya ni kupikia, ili kuondokana na matumizi ya nishati ambayo sio salama. Wananchi wanatumia mkaa um, pamoja na kuni ambapo lengo la serikali ni kuwatoa wananchi kutoka nishati ambayo sio salama ili waje kutumia nishati iliyo salama ili kufikia kakati ili kufikia lengo la mkakati wa Tanzania ambapo lengo hili ni kuhakikisha hadi mwaka 2034 na 34, asilimia 80 ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi ya kutumia Saston Masunga, Tanzania Women Empowerment Network. lakini pia ndio mwanzilishi wa taasisi hii ambayo sio ya serikali tuko na washirika wetu ambao tunafanya nao kazi kwa pamoja ambao ni Invotech. Lakini Invotech wao ndio wenye dhamana ya haya majiko kupitia ruzuku ya serikali ya REA na REA pia wako hapa Ni na madhumuni sisi kama taweni ni, ni kusapoti juhudi za serikali inayoongozwa na mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan. Sisi kama taweni tunaunga juhudi za mamakunu mkono ambaye sisi tunasema kwa wanawake wa Tanzania ni, ni kinara ambaye ametuonyesha njia, lakini pia matarajio yake mama Samia Suluhu Hassan ni kuona kwamba ikifika mwaka 2034 kila mtanzania au anatumia nishati safi ya kupikia. Ndio maana REA wanakwenda mpaka vijijini, na mnaona kwamba ruzuku ziko kwa aina mbalimbali, ziko majiko haya banifu, lakini pia kuna majiko ya ya, ya, ya, ya, ya gesi, kuna majiko pia ya umeme. Yote haya ni mama huyu kuona kwamba wanawake wenzake pamoja wa na ndoa zao zisiharibike, na akaona kwamba ikifika mwaka 2034 asilimia 80 kila Mtanzania awe anatumia nishati safi, lakini juhudi hizi hazijaanzia hapo tu. Nimeweza kuona tangu daktari Samia Suluhu Hassan aingie madarakani, kazi kubwa iliyofanyika kwenye pande la nishati iliwepo na kuwafikia wananchi ambao walikuwa wapata nishati ya umeme ebara, ilianzishwa taasisi ya wakala wa nishati vijijini REA ili kuweza kuwafikia wananchi viligezi, iko kazi kubwa iliyofanyika na sisi wananchi wa Ludewa ni mashuhuda. Kati ya vijiji 77 vilivyo navyo mpaka sasa hivi, vijiji 69 tayari vimefikiwa na huduma ya umeme. Vijiji vinane vilivyobaki ni vile vijiji ambavyo walipewa wakandarasi, lakini siku zote huwa nawaambia kwamba Ludewa is not for everybody. Mdewa sio ya kila mtu miundombinu. Kuifikisha kwenye wilaya ya Ludewa si sawa na wilaya nyingine. Matumizi yake ya kuni inakuwa ni kuni chache, matumizi ya mkaa inakuwa ni chache. Lakini niwapongeze tawe REA pamoja na effort, mmekuja kwenye mpango ambao mimi kama mkuu wa wilaya ilikuwa tayari nimeshaanza kutengeneza utaratibu kuhakikisha kwamba wilaya Ludewa tunatumia nishati safi, kwa sababu wilaya ya Ludewa sisi ni wazalishaji wa makaa ya mawe, na sehemu ile deposit kubwa kwenye nchi ya Tanzania makaa ya mawe ni wilaya ya Ludewa. Nilizungumza na makampuni yanayochimba migodi hii ya makaa ya mawe, wakasema kwamba ule mkaa ambao unaweza kwenda kutumika kwa ajili ya kutengenezea za kuweza kuwasha moto wako tayari kuwa kama sisi. Kwa hiyo kupitia tawe tumesema kwamba huwa mtakuwa na miradi ambayo huwa inaenda kuamsa wananchi, ni waombe ya kwamba wilaya ya Ludewa, wamechukua sehemu yenu kama asaa stari stari. Na namna gani imeanza kuzungumza na baadhi ya wawekezaji waliokuja wilaya Ludewa, wao ili watusaidie tuweze kuzipata mashine za kutengenezea na pia tumeingiza kwenye mpango wa halmashauri ili tuwapate mashine za kutengenezea mikaa baada ya kupitia makaa ya mao. Kwa hiyo kwa sababu sisi kama wilaya tumeanza, itakuwa ni jambo jema kama endapo shirika na tawe muchukua wilaya ya Ludewa iwe sehemu yenu ya kufanya pilot study. Na kwa sababu tunawagusa wanawake, nitafurahi sana endapo kama kikundi hicho kitakuwa ni cha kinamama, wakiwa wanatengeneza mkaa mbadala ambao unatumia makaa ya mawe na rasilimali hiyo iko hapo Ulaya. Sisi kama serikali tutafanya kupitia wawekezaji, nimeanza kuzungumza nao, tutafanya lakini